Wamekwisha simba hela yao nimeilaki halali. Kaa hapa kijana, kaa bwana, sio kwa njiani. Karibu, karibu. Shida yako? Mimi shida yangu shingo, shingo ya nyuma sana. Ndio nilalia mto vibaya. Mtozi wa bahari, karibu mama, kaa hapa kwanza. Ni mto, ziwa? Mto, umelalia mto, ina maana bahari na ziwa. Mganga kweli? Wewe ni mganga? Ndio. Na umekuja kwa mganga. Simba walinipa yao toka juu. Kwa hiyo umesema umelalia mto ziwa Mali.

Sasa sikiza, nikwambie. Kazi yako wewe ni kubwa, itafanyika hapa siku hizi e, wewe na mimi siku zetu ni sawa. Mimi mi mwenyewe hapa mjuzi kati, sijaona siku zangu, jana sijaziona. Kwa nini umekuja? Tutazitafuta mimi na wewe, ngoja nikachukue funguo, tukazitafutie ndani, usiondoke msukule. Simuona msukule, nisubiri hapo, nikatafuta funguo.